Hii ni Fullshangwe TV. Habari zaidi. Ni siku ya kwanza ya ziara ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dokta Samia Suluhu Hassan mkoani Tanga, ambapo alianza na uwekaji wa jiwe la msingi katika hospitali ya Handeni. Akiwa wilayani humo, Rais Dokta Samia amezungumzia msisitizo unaowekwa na serikali katika kuimarisha sekta ya afya nchini, akisema kuwa tunataka tuwalinde watoto wasome vizuri, tuwalinde vijana wajenge taifa vyema tuwalinde wazee waliwaidhi, watoe maarifa yao kwa taifa hili, lakini pia tuwalinde mama wajawazito wavuke salama. Mara baada ya kuzindua hospitali hiyo, rais Dkt. Samia alizungumza na wananchi katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika uwanja wa shule ya msingi Mkata, halmashauri ya wilaya ya Handeni. Nataka niseme hapa leo kwamba hospitali ile imejengwa kama hospitali ya wilaya lakini kwa viwango vyake nilivyoviona ni hospitali ya mkoa. Sasa kama mnavyofahamu, kama mnavyofahamu, kuimarisha sekta ya afya ni eneo moja ambalo serikali yenu imelipa umuhimu sana, kwani tunatambua afya ndio msingi mkuu wa kila jambo. Aidha, Rais Dr. Samia alisema tangu mwaka 2021 serikali imepeleka jumla ya shilingi trilioni 3.1 kwenye mkoa wa Tanga kwa ajili ya kuwezesha miradi ya maendeleo ikiwemo shilingi bilioni 65.6 iliyoelekezwa katika sekta ya afya. Moja ya miradi ya afya iliyotekelezwa ni hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Handeni ambayo Rais Dkt. Samia amezindua rasmi. Hospitali hiyo imejengwa na serikali, inahudumia jumla ya kata 21 na vijiji 91 ikiwa na huduma zote muhimu, hatua iliyochangia kupunguza rufaa. Aidha, mradi huo umenufaika na ufadhili wa wabia wa maendeleo wa shilingi bilioni tatu ikiwa ni kuunga mkono jitihada za Rais Dkt Samia na serikali kuimarisha sekta ya afya hapa nchini. Akizungumza na wakazi wa Mkata, Rais Dkt Samia alielekeza hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Handeni iwe hospitali maalum ya tiba ya mifupa kwa mkoa wa Tanga na hivyo kutoa maelekezo kwa Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa kupeleka shilingi milioni 240 kwa ajili ya kujenga jengo la tiba ya mifupa katika hospitali hiyo. Vile vile rais Dkt. Samia aliwapongeza wanakijiji na uongozi wa serikali ya kijiji cha Mkata Mashariki kwa kutoa eneo la ekari 32 kwa ajili ya ujenzi wa hospitali hiyo kwa kuonesha moyo wa kuigwa na kupenda maendeleo. Akiendelea na ziara yake katika siku ya pili mkoani Tanga, rais Dkt. Samia alisema kuwa Tanzania tumefanikisha ujenzi wa majengo 122 katika kipindi hiki cha miaka minne. Majengo haya 122 yamejengwa kwa ubora yakiwa na miundombinu bora ya afya na yanayokidhi mahitaji ya wananchi. Rais Dkt. Samia alisema hayo katika mkutano wa hadhara uliofanyika Lushoto mjini baada ya kuweka jiwe la msingi katika jengo la halmashauri ya Bumbuli, ambapo alieleza kuwa jengo hilo lenye vyumba sabini na viwili vya watumishi na wakuu wa idara zote za halmashauri ya Bumbuli limegharimu jumla ya shilingi bilioni sita na ni ushahidi wa dhamira ya serikali ya awamu ya sita kuimarisha miundombinu ya utawala na kuhakikisha huduma kwa wananchi zinatolewa katika mazingira bora na yenye hadhi. Ungumza namna serikali inavyofanya jitihada za kuwakinga wananchi dhidi ya uvamizi wa wanyama mbalimbali kama ndovu. Ni wape wana Lushoto maua yenu kwenye utunzaji wa mazingira. Mazingira oye! Lushoto oye! Nataka na niwaambie kweli, ukiingia Lushoto hata uvutaji wa hewa unakuwa mwepesi zaidi. Kwa hiyo Lushoto, naomba mfundishe wengine na muendelee kuweka mazingira yenu vizuri. Hongereni sana. Baada ya kusema hayo, sasa niende kwenye changamoto ninazozifahamu au ninazotaka kuzizungumzia hapa Lushoto. Lakini la kwanza ni lile ambalo Mheshimiwa Shangazi amelisema la wanyama waharibifu wanaoingia kwenye mashamba ya watu kubwa, kia ni changamoto kubwa. Nataka nikwambie kwamba serikali imekuwa ikichukua hatua mbalimbali mbali kwa ajili ya kuwalinda wananchi ikiwemo kuongeza askari wa nyamapori pori na kubuni mba, mbinu mbalimbali za kufukuza wanyama ikiwemo matumizi ya hizi drones hizi sijui Kiswahili wanasema ndege nyuki, ndege nyuki zile nazo tunazirusha juu, zikivuma wale wanyama wanakimbia. Lakini tutaendelea <clears throat> kujenga au kutafuta mbinu mbalimbali mbali, ili kufukuza wanyama na wananchi wabaki salama. Pamoja na mambo mengine, Rais Dr. Samia aliweka jiwe la msingi la mradi wa ujenzi wa bwawa la umwagiliaji la Mkomazi katika wilaya ya Korogwe. Mradi huo unaotarajiwa kuwanufaisha wananchi zaidi ya elfu ishirini katika kata saba na vijiji ishirini na vinane na umegharimu shilingi bilioni kumi na nane na milioni mia mbili. Hii ni Fulshangwe TV. Habari zaidi.